Timu za Kenya za mchezo wa voliboli ya walemavu zimeendeleza maandalizi yao tayari kwa mchuano wa Afrika utakaoanza rasmi Ijumaa uwanjani Kasarani hapa Nairobi. Kulingana na usimamizi, zaidi ya mataifa kumi yatakayoshiriki yalitarajiwa kuwasili leo huku Kenya ikilenga tiketi ya kushiriki mchuano wa dunia. Upande wa wavulana umeratibiwa kuchuana na Algeria na Rwanda huku wanawake wakikabiliana na Nigeria na Rwanda. Ufunguzi rasmi utakuwa Ijumaa katika uwanja wa Kasarani. Sio rahisi, sahi kila mtu anataka hii ticket, unajua sio rahisi, lakini sisi tuko nyumbani. Wacha ile tulikuwa tunaenda nje, saa zingine tunakula mchele tunalala na mchele, na tumezoea ugali nyumbani. Akuambia hapa, hata kama mguu za wengine itavunjika, itavunjika juu morali iko juu side. Preparing in Kenya, uh, have a training with the coach. Uh, and the, with the team of Kenya the preparation is good everything is good the people of the Kenya the, the preparation in here stadium, everything is good inshallah, the team of Algeria are qualified uh, team yetu iko na morale uh, imejipanga vizuri. Timu ya wanaume tulikuwa na wasiwasi, kwa sababu we have very strong teams but sasa hivi wanaume kwanza wameiva vizuri and we are looking forward to a very good performance. Wasichana wako sawa kabisa, we have tried to kurekebisha mahali kulikuwa na weaknesses na sasa nikiangalia, naona wl we'll do